Kila Alhamisi ya mwezi wa tatu kila mwaka dunia huadhimisha siku ya figo duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa, gundua mapema, jua afya ya figo. Daktari Ibrahim ambaye ni daktari mkuu katika kitengo cha usafishaji wa damu ama dialysis kwa kimombo anatuelezea juu ya hiki kiungu muhimu mwilini ambacho ni figo. Figo tunavyojua ziko mbili ziko kwa nyuma hapa, haziko kwa mbele. Hata fikiri ziko kwa mbele tumbo, ziko kwa nyuma hapa kayuna... <laughs> kwa nyuma. Na ni ndogo sana, hata hazifiki saizi ya ngumi ya mwanadamu. Ni ndogo hivyo eh. Na kila figo ina vichujio milioni moja, the nephrons, vichujio milioni moja ambazo kazi yake ni kuchuja uchafu na maji na vitu vinginevyo kila dakika. Kwa hiyo figo zetu zinafanya kazi usiku na mchana, hazilali. Je, kazi au umuhimu wa figo ni nini? Kazi ya kwanza kama unavyojua sote, watu wengi tunavyojua sisi, ni kwamba tunatengeneza mkojo, si ndio? Figo inatengeneza mkojo, lakini mkojo ina vitu vingi ndani yake. So kazi moja ya figo ni maji, iko kudhibiti kiwango cha maji kwa mwili. Utokan maji mengi sana, lakini mwili usifure kwa nini? Sababu figo inajua, ah, hii maji ni mengi, inatoa maji mengi unatajua. Utaona kwamba ukina maji mengi unakojua zaidi, sababu figo imesema hapana, hii iko mingi, inatoa. Kwa hiyo kwanza ni kudhibiti yale maji yalivyo katika mwili wako yasizidi. Maji akizidi ya sana katika mwili wako yanaleta shida nyingi, ambapo tutazungumza baadaye. Figo ikiumia, utaona kutokea kitu kama kitu kutokea katika mwili wako. Jambo la pili ambalo inafanya ni kwamba inadhibiti chumvi chumvi aina mbalimbali mbali. Chumvi ziko na nyingi kama sodium, potassium, calcium, phosphorus aina mbalimbali mbali ambazo hizi lazima zidhibitiwe, isipodhibitiwa zinaathiri mambo mengine. Kwa mfano chumvi ya eh, chumvi hii inaweza kula ya sodium, isipodhibitiwa katika kiwango fulani na figo, inaleta shida ya presha, inaleta shida ya presha. Ndio tunaona wengine wenye figo Uh, eh, presha imekudhibitiwa mtu ana presha ikadhibitiwa, figo ikiumia, presha inapanda zaidi sababu eh, chumvi. Sasa ile udhibiti wa chumvi na baki kwenye mwili maji inavuta maji presha inapanda juu kwa hivyo chumvi muhimu katika hiyo moja tu mbali na calcium. Tukija calcium calcium ni muhimu chumvi kudhibiti kwa sababu calcium ni muhimu katika mifupa misuli na nerves, mishipa ya kuhisi. Kwa hivyo figo kazi yake nyingine ni ina dhibiti ugumu wa mifupa. Kazi nyingine ambayo figo yafanya ni damu, ile chembechembe za damu, red blood cells, damu nyekundu red blood cells zina maisha ya miezi mitatu mpaka miezi minne alafu zinatolewa, zimekuwa mzee, zimechoka, zinatolewa sasa basi vishatolewa lazima damu chembechembe, uh, nyekundu za damu mpya zitengenezwe kurudisha, ku replace eh, kuziba ile pengo mzee lilondolewa kwenye mwili. Nini ina, control, ina, ina control hiyo? Ina dhibiti hiyo ni figo. Figo ina chemical ina, ina chemical fulani inatuma message hormone kwa mfupa, tengeneza damu mpya kazi nyingine hiyo muhimu kwa kwa figo. Kitu kingine kwa figo, kuondoa sumu ambayo ndio wengi tunajua hivi. Sumu kitu mwenye inaitwa creatinine, sumu inaitwa creatinine. Creatinine ni aina ya sumu ambayo inatengenezwa, kila mwanadamu anatengeneza kawaida. Hiyo madamu unatembea, unakula, kwa kula inatengenezwa creatinine. Madamu na tembeo na harakati ya misuli ya kufanya kazi, inavunjika mjika, inatengeneza creatinine. Sasa so, sumu hii lazima itolewe katika mwili. Ikikaa katika mwili inavuruga mwili mzima, hmm. Creatinine. Kwa hiyo kazi? Kwa nyingine. Kitu kingine ambayo inafanya ni kucontrol acid ya mwili ya damu. Acid ya damu ikiharibika, hata moyo kupiga unashindwa, ubongo wa kufanya kazi unavurugika, ulinzi wa mwili unaenda chini, sababu acid ni nyingi katika damu, si acid ya tumbo, ya damu. Ni vitu gani vinavyodhuru figo haraka? Yaani, ugonjwa wa sukari ndio ugonjwa wa kwanza ulimwenguni ambao unaleta shida ya figo, ikifuatia karibu sana na no, ugonjwa wa presha. Wengine ambao inaweza kuleta inaleta athari uh, figo zetu, hapa upande wa kwetu, uh, upande wa Afrika ni infections magonjwa magonjwa ukipata mfeki kama kwa mfano kuharisha, kolera kwa mfano, hai pia inaathiri. Ukipoteza maji kwa haraka sana kwenye mwili, basi ile figo haipati damu ya kutosha wakati ule. Wakati ule maji yakipungua katika mwili, damu haifiki ya kutosha kwa figo, figo linaumia. Nyingine ambayo sana sisi kwetu hapa inaathiri ni vijiwe, kidney stones, vijiwe vya figo. Hapa sisi hatuni maji kwa wengi. Ah, mimi na maji na mengi sana. Kiasi gani? Ah, glasi tatu nne kwa siku mimi. Sasa wewe unywa glasi tatu, glasi tatu, hata ifiki lita ni kama tuseme ni milimita mia sita tu. Haifiki hata lita moja. Wewe unywa hiyo na unaendea shule, unatoa na na pumzi, unatoa lita moja. Baada ya mkojo, unatoa. Figo naumia, na ni rahisi kupata vijiwe kwa figo. Sasa sababu nyingine kupata vijiwe kwa figo ni kwa manini? Jua mara nyingi ni kali, hatuwezi kutoka kwenye jua, vitamin D yetu inaenda chini. Vipi tunaweza kujikinga na ugonjwa wa figo? Kwa hivyo hakikisha unakunywa maji ya kutosha, ni muhimu sana hili jambo, na ni wengi tunashindwa hivyo, kweli. Wengine nakwambia, ah, sasa tunashindwa kuna maji maji bana. Kuna kiasi gani? Mimi napenda kunywa chai. Naambia hakuna shida, kunywa chai. Eka chupa lako ile ya vikombe vinane naongeza na maji hapo kwa juu, kunywa chai na ile haina shida. Mimi napenda juice. Ma, tuna, madafu hapa hapo. Madafu kunyeni madafu ni kitu muhimu sana. Maji ma, madafu mazuri sana kusaidia kusafisha figo na kuzuia uh, vijiwe kufanyika na kuona kudhibiti ile acid ya mkojo sio acid sana. Pia mazoezi itakusaidia katika tatizo moja kubwa sana la sababu ya figo kuumia, ambao ni niwacha hapa kusudi nitaje. Nao ni unene. Unapunguza unene wako uko katika kiwango chake BMI body mass index yake ambao kawaida ni lazima angalau unene wako. Alafu chengine ni kutumia dawa ovyo ovyo, ni shida nyingine ambayo tumia dawa diclofenac, ah, brufen hizo zinaumiza figo haraka sana. Watu wengi wananua tu dawa je tu kaunta wanatumia tu, umu, hasa tu utu uzima sana na kiungo hichi, kama vile ah, mimi kila dawa yangu mimi mim, ah, niko sawa mimi bila hisiendi, lakini figo inaumia. Viko dawa zingine za kutumia za maumivu ambazo hazidhuru figo Tafadhali ukiwa mgonjwa ama muone daktari na, ukipata figo yako umeumia, tafadhali tafuta mtaalamu wa figo, si physician. Akufuatilie ili iweze kuzuia figo isiendelee kuumia. Ama saa nyingine pia inaweza kurudisha ile figo ikarudi kazi yake ilivyokuwa mwanzo. Dalili za ugonjwa wa figo ni kama zipi? Kijio cha figo ndio kinatoa maumivu gani? Utasikia maumivu huko nyuma. Maumivu haya yanakwenda na anatambaa mpaka chini na maumivu ya kijiwe ni makali. Maumivu ya figo ukikupata ya kijiwe huwezi <laughs> kuketi, huwezi kulala, huwezi kusimama. Watamani utundikwe kwenye hewa hivi kwenye kwenye. So, no, kwenye, kwenye, kwenye hakuna kijiwe cha figo pale. Kama tunaenda kwa chini huku, a kiju kinateremka chini, kama hapa area za appendix vile unaweza kusikia pamoja pale, huko chini kwa matumbo pia. Hiyo ndio labda katika dalili za mapema za kitu ambacho kinaweza kuumiza figo. Vyakula vipi mtu anafaa kuepuka ndio figo yake iwe na afya? Sana, si twapenda nyama. <laughs> Nyama kwa wingi yani. Kawaida mwanadamu hahitaji nyama, protini nyingi kwa siku kwenye diet yake mara nyingi sisi twala zaidi kuliko kawaida. Nyama nawakula sisi ndio robo kilo, nusu kilo yake peke yake anateremka nayo, ni jambo la hatari. Sisemi ndio lazima, lakini unaifanyisha kazi figo zaidi. Sisemi ndio kwa nini lakini sasa, kwa mfano wewe, kiungo hicho ukifanyisha kazi zaidi, na wewe kwenye familia yenu iko shida sukari, pressure ama wewe unao sukari na pressure tayari, sukari na pressure mara nyingi haidhibitii vizuri, mara nyingi figo itaanza kuumia na unapa kazi zaidi kile kiungo, itafanyika nini? Kitaumia haraka zaidi. Ndio ndipo sasa sasa tunasema kwamba figo zikiumia, kwa mfano tunakwambia unadhibiti vyakula aina fulani, kulingana na vipi, mkojo kwenye protein kiasi gani, na mkojo wako iko kulingana na kilo zako, kulingana na sumu zako zilivyo. Kuna kiwango fulani pia wataalamu wa, wa, wa maakuli wanaitwa pale ambao wamebobea katika fani hii ya vyakula ulaji katika wenye shida ya figo, wenye shida ya figo. wanaitwa pale ambao haya, njoo kwa fulani huyu sasa akueleze vizuri chakula hichi, punguza chakula hichi. Unajua, kuna wakati figo ikiumia, hata chapati mahamri, hizi kama hizi, unaambiwa hapana. Hivi watu wagonjwa wanaofanya dialysis, unaambiwa chakula hili acha, mboga hizi, chakula tunda hili usile ukianza kuumia. Sasa, ni ulaji bora, tunasema ni ulaji bora haswa. Kwa mfano vingine, kitu moja ambao ni hatari tunaona ni kwamba mtu vijwani vikali na huku anapiga nyama choma, nyama choma yake. Hapo kali unakojoa sana unakuwa dehydrated na huku unapiga nyama. Unaongeza kazi ile, unaipa stress, unaipa yani kazi ngumu sana, so unaipa ile figo yako. Vijui anaweza kupatikana hapo baric acid stones zifanyika hapo. Na kama mzigo wako. Watu wengi hususia au huogopa sana kufanya dialysis au kusafisha damu. Je, yeah, dialysis huathiri mgonjwa? Madamu una dalili fulani za dialysis kufanya dialysis moja kwa moja ufanywa, fanywe dialysis. Lakini ikihitajika, tufanye dialysis usiogope. Inasaidia sana na kuna ambao wao kiwafanya mapema unaiokoa ile figo. Alafu sababu gani? Ukifanya dialysis, ukifanya dialysis mara nyingi utaona maji yamejaa kwa mwili, maji yamejaa kwa mwili, pumzi zimejaa. Pumzi zikijaa, oksijeni inafika kutosha, figo ndio zaidi, acid inapanda, moyo kwa nini naumia, viungo mwili mzima naumia. Sasa ukifanya dialysis pale utaona nini? Maji yanatoka, sumu yanatoka, acid inarekebisha na dunga sana flani inarudi na damu, ina, ina rudi, ina kwa nzuri mtu anarecover kwa hivyo usiogope dialysis, imesaidia na imesaidia sana wagonjwa wengi, wakarudi sasa, wao wanafanya kazi wakama, kama ni kile mama mtu anafanya kazi, anafanya kazi yake kama, kama ni kuangalia nyumba yake, kama ni babu anacheza na jukuu zake mara mbili mara tatu kwa wiki kisha ana shida. Katika safari yetu ya kujua zaidi kuhusu kiungo hichi muhimu mwilini tunakutana na mmojawapo wa wagonjwa wa figo ambapo anatusimulia vile ugonjwa huo alivyoupata na hadi kuacha kwake kwa matibabu ya dialysis au usafishaji wa damu. Yeah, so, um, definitely my kidneys have improved after doing the, for the two months, the dialysis. Uh, now I have stopped dialysis. It did help me a lot. My kidneys are functioning now on 73%.